Uhusiano kati ya Marekani na, na na na Urusi umeimarika sana tangu ambapo Donald Trump ameingia madarakani we, na tunasema umeimarika kwa sababu tunalinganisha na kipindi ambapo Joe Biden ndiye ambaye alikuwa ni rais wa taifa la Marekani. Sasa hayo mazoezi eh, ni kuonyeshana tu nguvu za kijeshi kitu ambacho E, ni, ni, ni kawaida e, ukienda uki kule Uchina kule wamekuwa wakifanya mazoezi karibu na Taiwan, wakirusha ndege za kivita, lakini kumekuwa hakuna tishio eh, la kivita, ni kuonyesha tu ukubwa kwamba e, na mimi nina zana za, za, za kutosha. Kwa hiyo mimi nachukulia hilo kama tu kuonyeshana umwamba eh, na ufundi na, na, na, na ubabe wa kijeshi, lakini hakuna tishio lolote la vita ambalo vya moja kwa moja baina mawili ambayo yanamiliki vichwa vingi duniani kwa moja baina ya mataifa hayo mawili ambayo yanamiliki vichwa vingi vya nyuklia duniani kusema kwamba wanaweza wakapigana ama vipi? Hapana, mahusiano ya Urusi na Marekani ni, ni mazuri zaidi ukilinganisha na, na, na, na awamu ya, ya Joe Biden. Kelvin Rafael uh, kando ya yote kusema kwamba hili na kauli hizi haziwezi kuingiza mataifa hayo kwenye kuvunja mkataba huo wa nuclear. Lakini unaweza pengine kudhani huu ni mwanzo wa vita baridi ya dunia kama kipindi kile wakati wa muungano wa Sovieti pamoja na NATO? Ah, hapana, nitarudi pale pale. mimi naangalia mahusiano ya Marekani na Urusi kwa yanaamuliwa zaidi na aina ya rais wa Marekani ambaye anakuwa ameingia madarakani, kwa sababu Urusi wamekuwa na rais mmoja eh, yapata muongo tunaenda muongo wa pili huu. Sasa ukiangalia wakati ameingia Biden, kulingana na sera zake, tulikuwa tupo tunaelekea kabisa kwenye wakati ule wa vita baridi, kulingana na sera za Biden hususani kupitia eh, mzozo wa Ukraine lakini ameingia Donald Trump na tusisahau, aliongozwa na sera ambayo ilimpa maarufu na kura nyingi sana, e, kwamba atapunguza mizozo duniani na aliahidi kwamba atamaliza mzozo wa Gaza, atapunguza na kumaliza mzozo wa Ukraine. Sasa Gaza amefanikiwa kwa kiasi, ingawa hali bado huwezi kusema ni moja kwa moja, huku Ukraine bado anapambana, alafu useme aanzishe tena mzozo mwingine ambao utatupeleka kwenye vita baridi kati ya Marekani na Urusi. Hapana, si kipaumbele cha Donald Trump hivi sasa. Kama ni hivyo, labda ayasaliti asaliti, eh, asaliti ahadi zake. Lakini sasa ukiangalia mienendo yake tangu amekuwa rais, hajasaliti eh, ahadi zake ambazo ameziweka katika kampeni, hususan katika masuala ya kidiplomasia. Kauli hizi za majaribio ya silaha za nyuklia kufanywa kwa nchi zote mbili, kwa maana yake Washington kusema hivyo lakini pia Moscow, zinakuja wakati ambapo Rais Donald Trump alikataa kufanya mkutano na Putin kule nchini Hungary akisema kwamba hataki kuhudhuria mkutano ambao hautakuwa na majibu. Hii kupi kitisho? Hapana, hapana, hapana. E, unapozungumzia suala la la, la, la la nyuklia ni, ni suala lingine kabisa na Trump amekuwa ni ni ni, ni masta wa, wa kucheza na nchi zenye nyuklia na kuzituliza. Wakati ameingia madarakani katika awamu yake ya kwanza mwaka elfu mbili kumi na sita mpaka eh, elfu mbili na ishirini unaona kulikuwa kuna tishio kubwa sana kati ya Korea Kaskazini na Marekani kuliko hata hili ambalo tunalizungumzia hapa, lakini Trump alimudu kukutana na rais wa amini, kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini, Kim Jong Un na kuzungumza naye, na baada ya hapo tishio likaisha kabisa. Kwa hiyo ingekuwa ni rais mwingine wa Marekani tungejadili labda kuna uwezekano wa vita baridi, lakini kwa kwa kwa hoja e, sera za Trump na mienendo yake ambayo amekuwa akienda nayo hususani katika masuala mazima ya kimataifa, basi e, mienendo yake inambeba kwamba anataka utulivu duniani e, hususani katika ile mizozo ambayo ilikuwa mikubwa sana wakati wa Joe Biden, na ndio maana unaona hata mawasiliano yanakuwa makubwa sana sasa binafsi tena kati ya Trump na Putin, kwa maana ya kwamba wanapigiana simu. Ukichunguza na ukifuatilia kwenye vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa, utaona haipiti siku kumi na nne au ishirini na moja lazima utasikia Donald Trump alikuwa anazungumza eh, na simu na Vladimir Putin. Hii yote inaashiria hawa watu wanaukaribu, lakini haya yanayofanyika ni kawaida kwa sababu ni wababe wa wawili wa dunia. Ha, mmoja ni baba wa mashariki, mmoja ni baba wa magharibi, ni lazima kutambiana na maneno ya pana pale, na ndio maana unaona eh, wakati fulani Trump anasema nitamwekea Putin vikwazo kama hataacha kuipiga Ukraine, jambo linaenda hivi linaenda vile, lakini bado hawachi kupigiana simu, na unaona sasa, tangu Trump ameingia madarakani, Urusi eh, imepata mafanikio makubwa vitani kwa sababu ya sera za Donald Trump. Sasa hata Putin anajua asingependa kuingia katika mzozo huo mpaka kupelekea vita baridi na Trump, na Trump pia anafahamu hilo, na watu wana historia kubwa, haijaanza tu katika awamu ya pili ya Trump. Turejee tu mwaka elfu mbili kumi na sita wakati Trump ndo anaingia madarakani kwa mara ya kwanza kama rais wa Marekani. Haya, nakuja wakati huu ambapo wa vita vya Ukraini vinaonekana kuchukua muda mrefu sasa, huku Urusi ambayo inaonekana e, ni taifa kubwa lenye nguvu za kijeshi linatekeleza yale ambayo anasema ni malengo yake ya kijeshi pole pole, na bado Ukraini na rais wake imekuwa kijibu mashambulizi kurudi Urusi. Hivi vita vimechukua muda mrefu sasa miaka minne, vinaelekea wapi? Maana ni kama mwisho wake uonekani. Wakiwamaliza hivi vita ni Marekani na Urusi kama maz mazungumzo ya Alaska yangefanikiwa vita vingekwisha, lakini mazungumzo yalifeli na ndio maana wakajaribu kuandaa mazungumzo mengine Budapest. Sasa vita hivi vinapoelekea ni kwamba Ukraine inazidi kuisha, anayeumia ni anaumia, wanaumia nchi zote mbili Ana, ila anayeumia zaidi ni Ukraine eh, kwa sababu nchi yake ndiyo ambayo imeharibika zaidi. Vita vinaelekea wapi? Uh, vitaendelea na Ukraine itaendelea kuumia, kwa sababu unaona Zelensky mara baada ya kuona mwelewelewe Trump amekuwa akizurura sana katika nchi mbalimbali za Ulaya kutafuta misaada ikiwemo eh, Ujerumani. Amezungumza sana na Ujerumani kuona jinsi gani anaweza kumpa mifumo ya ulinzi. Kwa hiyo Zelensky bado anaitaka vita kwa sababu ana ya malengo yake, na Putin naye bado anaitaka vita kwa sababu ana ya malengo yake, kwa hiyo siku ambayo Marekani na Urusi watakubaliana kila mmoja maslahi yake, pale ndiyo ndio, ndio, ndio siku ambayo, eh, vita hivi vitamalizika, lakini kwa sasa bado vita vipo sana tu. Putin anasema kwamba vita vinaendelea kwa sababu Ulaya wana, wanataka wana viendelee. Ulaya na maslahi gani kwa hivyo vita kuendelea? Ulaya ni kivuli tu cha Marekani. Mataifa ya Ulaya hayana hayana eh, kauli yoyote mbele ya Marekani pale ambapo Marekani anaamua jambo eh, lake. Kwa hiyo Ulaya wanatapatapa tu, lakini ukisema maslahi ni kwamba tunafahamu hivi vita vinaendelea kwa sababu wapigani Ukraine na Urusi tu eh, kuna mataifa mengi tu pale yanatoa wanajeshi wake kwa ajili ya kusaidia eh, Ukraine. sana sana nchi za Ulaya zinapigana tu kwa kivuli cha Marekani lakini hawapati faida ya e kimkakati kwa sababu ukiangalia gesi, nchi nyingi za Ulaya walikuwa wanategemea kutoka Urusi. Sasa hivi Marekani ameanza mpango wa kuwaletea gesi kupitia nchi ya, ya, ya Ugiriki na faida yatakuwa anachukua Marekani. Kwa hiyo unaweza ukaona nchi za Ulaya ni kama kikaragosi tu cha Marekani ambacho rimoti anayo e, Marekani. Yani anafanya kubadilisha chane, leo Canada na, na, Ubelgiji ataongea hivi, kesho Ujerumani atafanya hivi, lakini wote wanaongea kwa mujibu wa Marekani. Hawezi kutoka nje katika kile ambacho anaamua Marekani, hakuna wa kupinga. Naam, tugeuze gia kidogo, tuelekee nchini Venezuela. Marekani anazidi kupeleka uh, vifaa vizito vizito vya kijeshi. Tutazamia katika siku chache zijazo, pengine hata miezi, Marekani akaivamia Venezuela na kumwondosha Rais Nicolas Maduro, kama ambavyo baadhi ya vyombo vinaandika. Yeah, of course, naliona hilo kwa uh, sababu nilishtuka sana nilivyoona tuzo ya Nobel amepewa yule mwanadada ambaye ukiangalia profaili yake ndo mpinzani namba moja wa Nicolas Maduro. Hata katika uchaguzi eh, uliopita walipelekana wali kwelikweli, kabla ya Maduro kuibuka na ushindi. Maria Machado, eh, mm, yes. Marekani anachokifanya kwa Maduro ni kile kile maslahi yake eh, Venezuela wana utajiri mkubwa wa mafuta na gesi, sasa ukitaka eh, kumua eh, wanasema paka mbwa mpe jina baya. Kwa hiyo magenge ya uhalifu ya madawa ya kulevya ndiyo jina baya ambalo amepewa Nicolas Maduro, na kwa bahati mbaya sana, marafiki zake wengi timing yao ni mbaya, hawako vizuri sana. Urusi anapambana vitani muda mrefu, wakina Iran Cuba eh, anajaribu kusema sema, lakini hana nguvu hizo za kijeshi za kuweza kuzuia Marekani eh, isitake isi, isi, kufanya inachokitaka kufanya Venezuela. Kwa hiyo Maduro anapambana, anavumilia, lakini kama Marekani wataendeleza operation zao kwa kweli eh, naona uchungu kusema hivi, lakini litakuwa tu ni swala la muda kwa Nicolas Maduro kungoka pale mamlakani, mam, mamla Venezuela. E, China amekuwa ni mshirika wa karibu wa serikali ya Caracas, nafasi yake ni ipi? Kama mshirika ambaye unaona pengine hayupo kwenye vikwazo vizito vizito kama ambavyo washirika wengine Irani na Urusi, wa wa Venezuela, ana nafasi gani katika hili tishio ambalo linaikabili serikali ya Rais Nicolas Maduro? Kipaumbele cha China siku zote kimekuwa ni biashara na si vita, na kama kipaumbele cha China kimekuwa ni kuingia vitani angekomboa tu ardhi yake pale ambayo inaitwa Taiwan, ambayo ni China ile, lakini mpaka leo ameshindwa, kwa sababu ameshindwa kumtoa Marekani pale. Sasa kumsaidia Venezuela pia ni swala gumu, si teknolojia e, labda kutumia diplomasia, lakini ninavyojua mimi kipaumbele cha China kimekuwa ni biashara, lakini hata jiografia inamnyima nguvu e, China ya e, kumsaidia Venezuela moja kwa moja, utatuma mifumo ya e, anga, utafanyaje? Kumbuka ya kwamba kutoka China ambapo ni bara la Asia mpaka kufika Venezuela e, ambapo ni bara la Amerika e, nadhani ya kaskazini, karibu kabisa na Amerika ya kusini chini huku, unaweza ukaona umbali wake. Sasa China singependa pia kujiingiza katika mgogoro wa kidiplomasia na Marekani na, na mare, nitumie lugha ya mtaani ili watu wanielewe, Mchina ni mwoga vita. Sio kipaumbele chake. Kipaumbele chake ki ni biashara, kwa hiyo kama Marekani anaendeleza operation, ni ngumu kwa Maduro kuchomoa. Naam, rais wa zamani wa Venezuela, Hugo Chavez, tulimuona wakati fulani alihamasisha wanamgambo nchi nzima wakati huu huu wachokochoko na Marekani, na hilo sasa amelifanya rais Nicolas Maduro eh, kuhamasisha wanamgambo kusema kwamba walinde nchi yao. Pengine hii inatija yoyote? E, inatija kupandisha morali kwenye mambo ya kivita na jeshi. Morali ni kitu muhimu sana, kwa maana ya kwamba jeshi liliyoishiwa morali, hata kama lina vifaa kiasi gani na uwezo mkubwa wa kiasi gani, kama huna morali jeshini, utapigwa. Kwa hiyo wanajua uwezo wa jeshi la Marekani, wanajua jinsi ambavyo Donald Trump amekuwa akizungumza maneno ya moja kwa moja dhidi yao, yote yao, anashusha na morali ya wanamgambo na wananchi. kwa hiyo ye kama amiri jeshi mkuu ni lazima kutoka na na kuzungumza kwa ajili ya kupandisha morali. Ni wakati muhimu wa kutoka na kuzungumza na wanamgambo wake, ili morali ipande, kwa sababu upande wa pili umekuwa ukizungumza sana, na ukizidi kukaa kimya, maana yake morali ya jeshi inashuka, kitu ambacho ni hatari sana katika vita. Jeshi lolote ambalo halina morali litapigika vibaya mno. Naam, Kelvin, tuhitimishe na hili uh... Mkataba wa kusitisha vita kati ya Hamas na Israel umesainiwa, lakini bado Israel wamekuwa wakifanya mashambulizi katika ukanda wa Gaza, na baadhi ya wachambuzi wanadai kwamba makubaliano yale yalikuwa ni makubaliano mabaya sana, Hamas kuingia na Marekani na Israel. Haya makubaliano ya Trump, kwa kuhitimisha, unavyoona yatasaidia chochote katika kile ambacho kinaitwa ni kuleta jeshi la kimataifa la kulinda amani pale Gaza, ama tushuhudie hivi hivi, Israel akiendelea kuwinda na kuua watu wa Palestina? Lengo la Israel ni ardhi ya Gaza. Uh, Oktoba saba iliyotokea yale, sijui mateka zote ni sababu tu, lakini lengo la msingi ni ile ardhi pale, ndiyo ambayo inatakiwa. Kwa hiyo Mwisraeli hatotulia pale mpaka hakikisha naimiliki ardhi ya Gaza. Sasa kwa Hamas pia hawatatulia mpaka wahakikishe wanajilinda na, na wanakuwa sawa dhidi ya Mwisraeli. Kwa hiyo kwa vyovyote vile mapigano yataendelea pale, na alichokifanya Trump si kuvimaliza vita, ni kupunguza makali ya vita na maisha ya angalau yarudi kwa wakazi wa Gaza japo kwa asilimia kadhaa, lakini kusema kwamba tutarajie lolote kwamba patatulia, hapana. Kwa sababu malengo eh, makuu ya Marekani na Israeli hayajatimia, ambayo ni ardhi ya Gaza, tukitoa hizi sababu ndogo ndogo ambazo zipo bwana wazi. Kwa hiyo bado kutaendelea tu kwa sababu lengo la Israeli halijatimia, naye Hamas anajilinda. Lengo lake ni kujilinda, kwamba yeye ana sehemu nyingine anapotawala zaidi ya Gaza, West Bank kule na maeneo mengine. Fatah ndio ambao wana nguvu kubwa, na Fatah ni warafiki wazuri tu na Israeli hamas, kwa sababu ya sera zao zinaoana kidogo, ni marafiki kisera kuliko Hamas. Sasa Hamas hawezi kukubali kuondoka Gaza, ndio eneo lao pekee la kiutawala. Kwa hiyo eh, kwa sababu hizo ni, ni ngumu. Hata wakiingia mkataba eh, bwana awazi kusema kwamba mambo yatatulia na jambo litakwenda hakika. Ni moja kati ya migogoro ambao ni, ni, ni, ni, ni paswa kichwa duniani, na ndio maana ukijaribu kufuatilia, mbali na hizi sababu ambazo tumezitoa za wakati huu, unaenda tangu enzi na enzi, ni mgogoro paswa kichwa makubaliano ya Gaza bado yanasuasua, lakini pia tunaona makubaliano yale ya Lebanoni yanasuasua, na bado Israel inaendelea kushambulia mpaka rais wa taifa hilo kuagiza kwamba jeshi la Lebanoni lijibu mashambulizi endapo uh, Israel itaendelea kushambulia licha ya mkataba ule wa kusitisha vita na kundi la Hezbollah. Ni kusema kwamba vita itaendelea kuibuka zaidi katika eneo la mashariki ya kati kwa kuhitimisha, eh, kwa sababu Israeli ni macho wa Marekani mashariki ya kati kuundwa kwa taifa la Israeli mwaka elfu moja mia tisa arobaini na sita arobaini na saba <groan> ni kwa sababu Marekani yapate macho mashariki ya kati, yawaangalie wanafanyaji. Sasa Waarabu wenye nguvu ambao wamebaki tishio kwa Israeli ndo hao ambao wanaozungumza au nchi zenye asili ya Kiarabu ama Waajemi, namzungumzia Mwajemi Iran, wameshempunguza nguvu, wamepigana vita hapa, we shahidi. Hizbullah ni makundi ambayo wanasapotiwa na Iran, wamebaki wana nguvu nguvunguvu wanaopunguza nimiche na ni hayo makubaliano marekani wanaingia. Lakini tangu lini Israel akafanya mission bila kumwambia baba yake Marekani kwamba anashambulia sehemu fulani? Kwa hiyo anachokifanya Israel ni mission yake ambayo amewekwa pale fanye na Marekani, yeye ni jicho, ni macho ya Marekani mashariki ya kati. Sasa sasa hivi anamaliza maliza tu kupunguza nguvu wa Arabu kwa sababu nchi nyingi za Kiarabu ukiziangalia hazina shida na Israel, wakina Jordani hawa, Saudi Arabia, wakina eh, Qatar, hawana hawana shida. Wamebaki tu hapa Lebanon, hawa Hizbullah eh, kidogo eh, wanazungumzia Yemen pia, hapo kuna vikundi vidogo vidogo na wenyewe pia bado wanasumbua, lakini kwa kiasi kikubwa makundi mengi wameyadondosha na wamefanikiwa kwa sababu ya kuwagawanya ili kuwatawala. Wametumia mambo ya Shia na Sunni. Leo Saudi Arabia nairan wangeweza kuungana kumkabili Israel, lakini hawapatani, si sera tu, ni Shia nafsuni. Kwa hiyo kuna mambo mengi katika huu mgogoro, lakini jibu kubwa la kusema hapana, kuisha ni ngumu. Eh, choko choko zitaendelea na Israel ataendelea kushambulia kazi ambavyo anapanga na baba yake Marekani.